Mheshimiwa Mstahiki Meya, nayo heshima kukutaarifa ya kwamba siku ya kesho saa nane tutakuwa na kikao maalum cha kamati ya usalama pamoja na waheshimiwa madiwani wa kata za Bulela, Bung'wangoko, Kasamwa, Kanyala pamoja na Chiloleli, pamoja na wataalamu wote wa mifugo, pamoja na wenzetu wa sungusungu, uongozi wetu wa sungusungu kwenye kata hizo, pamoja na OCS wetu wa Kasamwa OCD wetu na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ambavyo tunakuja navyo na na wadau wengine na nadhani baadhi ya waheshimiwa madiwani mtakuwa mmeshaanza kupokea message za mialiko hiyo. Kesho tuna kikao cha kwanza cha kuanzisha safari maalum ya kutokomeza wizi wa mifugo katika nchi. Na huu utakuwa ni mwendelezo wa kazi ambayo tulianza kule Nyanguku. Nataka niwathibitishie serikali inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan inajali sana maslahi ya wananchi. Na tuliposikia kilio hiki tumeshaanza kuchukua hatua, na kesho tutakuwa na kikao cha kwanza kwa ajili ya kuweza kuweka mikakati ya namna gani ambavyo tunaimarisha ulinzi shirikishi, ili walau tuweze kudhibiti na kutokomeza tatizo hili ambalo linawasumbua wananchi kwenye baadhi ya maeneo, hasa kwenye kata za Bumwangoko huko, lakini Kasamwa, Kanyala, Shiloleli, Nyangugu pamoja na maeneo mengine. Na kwa kweli kuna kazi ambayo inaendelea, lakini kesho tunaweka mkazo zaidi. Naomba nitumie fursa hii kuambia kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama havijalala. Tangu mwezi Desemba mpaka sasa, jumla ya kesi sita zimeshafikishwa mahakamani na jumla ya watuhumiwa kumi na moja wameshafungwa wako gerezani kwa changamoto hii ya wizi wa mifugo. Tutaendelea kusimama imara ili kuhakikisha kwamba changamoto hii inafika mwisho. Tukopesheni imani, ndani ya muda mchache agizo hili la Chama cha Mapinduzi linakwenda kufanyiwa kazi.